Ratiba inaonyesha tuna mzungumzaji anaefuata Amiri Lulu. Sheikh Amiri Lulu tumpe nafasi insha Allah aweze kutukumbusha insha Allah, tafadhali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wapenzi wa Bwana Mtume, mpo? Semeni sallu ala nabi. Na furaha hii ni mnawaona, mabwana na katika mabwana wote hawa, yaani wanasema inna shabiha yudhakiru shabihi yule anefanana anakukumbusha yule afanana naye hey. Nimemwona ndugu yangu Alhabibu Sayid Mhdar bin Sayid Khitami, nimemkumbuka baba Alhabibu Sayid Khitami. Hebu tusemeni tusemeni pamoja salamun salamun salamun salamun qaulan qaulan min rabbi Rahim, Rahim. Nimeamua kufanya kitu kimoja kwamba nikuonyesheni maneno niliyosikia kwa baba zetu. Alhabib Said Khitami alisema hivi, kila jina la Allah anapomalizia maneno yake ndani ya Qur'ani lina mahusiano na kile anachokizungumza. Hapa Mungu anazungumza pepo, Mungu anazungumza nini? Unaona majina aliyomaliza, salamun qaula. Hebu malizieni salamun qaula min? Min, unaona, rabbir rahim Mungu akusema salamun qaulan min aljabbari lmuntakim. Hii ni pepo baba, na hivyo ndivyo ilivyo Qurani yote hivyo. Ukiona wahwa lghafuru rahim, wahwa samiu lbasir, yale majina yaliyochaguliwa kumaliza aya yana mahusiano na kile anachokizungumza. Hii ni faida kutoka kwa lhabibu said Khitami. Allah, Allah. Na si tu kuna siku moja mimi nilizungumza, na leo tarehe inajirudia, nilizungumza msikiti wa anisa Mombasa na baba yetu Alhabib Said Khitami yupo kama inavyozungumza leo na ndugu yangu Alhabib Said Muhdhari yupo, juu ya waja ambao wakipimwa kwenye mtihani wa maradhi wanafeli. Baba yetu Alhabib Said Khitami alisema hivi Akitia taaliki Ma, na nasema kwa sauti yake na kauli yake. Mungu aturehemee baba yetu. maneno medheanena ho am, Amir Lulu amrun wake maneno aliyosema huyo Amir Lulu ni maneno ya kweli, kwamba kuna watu wakipimwa juu ya maradhi wanafeli. Alikuwa mtu mmoja, kazi yake ni kufagia msikiti aliteleza akavundika guu, basi wayua alisemaje? Ya Rabbi, basi hukuona mwingine wa kuvunda guu ila mimi nifagi yao nyumba yako? Kama wewe nia yako ni kuvunda maguu watu, mbona walevi walevi wapo, huwavundi, wazinifu huwavundi, hunivunda mimi basi, nami nendao. Kwa hiyo Mungu asitujalie kuwa hao nimekuonyesha hicho ni kionjo cha Habib Khitam, na kwenda kwenye kionjo cha Alhabib Said Ahmed Ahmed Badawi jamalul Layl, mwenye baba juu ya neno inna ashabal jannati lyawma fi, fi, hakika watu wa peponi watakuwa na wake zao fi shughuli Msiniulize tena Habibu, shughuli gani? <laughs> hamjaelewa tu humu, wa azwajhum ala laraik, wako na wake zao kwenye makochi, bado ujajua tu. <coughs> na ili kujua kama Allah anaipenda shughuli ile, hata ile salamun qaulan min rabi tena rahimu, wataipokea wakiwa wako kwenye shughuli Jamani, tunaelewa haya. Nakwenda kwa Said nani, uh, Said Muhammad Albeid wa Mamrui. Nataka nimalizie kwa muhtasari sana. Yeye yeah, alisema kwa nini nafanya hivi. Ndugu zangu, niwaambieni, nataka mabwana hawa wakizungumza, msikilize, mzingatie. mimi haya anayozungumza, mjue mimi natoka hapo Markazi Gongo la Mboto, ni Amir Lulu, baadaye mtafata kwenye YouTube mwandike. Lakini mimi ni msukuma wa Shinyanga, kwenye dini ambayo watu wanaita dini ya Waswahili. Uislamu unaitwa dini ya Waswahili, wanasoma korohani. Lakini nimewasikia hao mabwana, nikazingatia. Kwa hivyo natangulia, ili na nyinyi mfanyaje? Ndugu zangu, mzingatie Said Muhammad lbeth wamamruya anasemaje, mal baraka albarakatu hiya lkathra wa lziyada wannama wadawamu. Nini maana ya baraka? ili ilinanosos Mungu akubariki, ubarikiwe. Nini maana ya baraka? Baraka ni kitu kuzidi, baraka ni kitu kuongezeka, baraka ni kitu kudumu, baraka ni kitu ee, yani kukua na kumegeamegea hivyo, ili uelewe. Sitaki kusherehesha, tumeelewana? Ndugu yangu, haya, la kwangu mimi ni nini? Namalizia, shikamaneni na watu wema, inshallah. inshallah ehe, nasema hili neno moja, dhahaba kalbu maa lsalihin fakana min barakatihim anna llaha dhakarahu fi lquran fahuwa yutla abadan mbwa haki ya Mungu, mbwa kabisa, alikwenda na wale vijana wa ashabul kahfi. Vijana wale si Allah kawasifu kwamba fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Haki ya Mungu, vijana waliomwamini Mungu, dhahaba kalbu maa salihin, alikwenda mbwa pamoja na hawo watu wema. Ndugu zangu, mbwa sikapanda cv Kwani hamumsomi kwenye aya kumi na nane na aya ishirini na mbili Mbwa anasomwa wa kalbuhum basitun dhiraaihi sayakuluna thalathatun rabihum malizieni, rabihum wayakuluna khamsatun sadisuhum wayakuluna sabatun wathaminuhum. Piga mstari kalbuhum, kalbuhum, kalbuhum. Mbwa wao, mbwa wao, mbwa, mbwa. Mpaka mbwa kapata CV anasomwa, na jina la mbwa lina herufi tatu kalbu. Man qaraa harfan min kitabillah kutiba lahu hasana wal hasanatu wal hasanat bi ashri amthaliha, wala yuqalu alif lam mim harf walakin alif wa lam Wamimu. Sasa kweli mbwa naye ana herufi ngapi? Kweli kalbu kafu lambe anasomwa na mbwa wao akiwa, yani mpaka mbwa wao katajwa kwa maana, na mbwa wao akiwa amenyoosha ile mikono yake kwenye lile lango la pango, na watu kila wakijiulizana, walikuwa wangapi? Walikuwa watatu wanne, mbwa wao Walikuwa, wa, walikuwa ngapi tena? Walikuwa watano wa sita, mbwa wao walikuwa saba wanane. Mbwa piga mstari mbwa wao mbwa wao mbwa wao kaka, mpaka mbwa wao hajasauliwa, utasauliwa wewe mwanadamu. Ushikamane na watu wema. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashallah, mashallah, mashallah. Mwenyezimungu akujaze kheri mzee wetu Shekhe Amiri Lulu. Mwenyezimungu awatunze hawa wazee wetu, tuendelee kupata faida sasa.